Haya, tukiachana na hayo ni kwamba kampeni ya Linda Mwananchi iliyohudhuriwa na kundi la Edwin Sifuna ilikatizwa ghafla baada ya polisi kutumia vitoza machozi na kuvuruga mkutano huo wa kisiasa. Mkutano huo uliwaleta pamoja baadhi ya viongozi washirika wa Sifuna huku kukiwa na mvutano mkubwa ndani ya chama cha Chungwa. Na jinsi mwanahabari wetu John Kahiro anavyotujuza, ni kwamba seneta huyo wa Nairobi ambaye hapo awali alihudhuria ibada ya Jumapili katika Kanisa la ACK Kisaju, Kitengela, aliapa kuendelea kutetea katiba ya chama hicho. viongozi wa chama cha chungwa wakiongozwa na katibu wa chama hicho Edwin Sifuna na washirika wake walihudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la ACK Kisaju mjini Kitengela. Tufanye kwa utulivu. Wakihutubu katika ibada hiyo, viongozi hao wakiongozwa na Sifuna waliwashutumu baadhi ya viongozi wa ngazi ya juu wa chama cha ODM kwa mgawanyiko unaoendelea katika chama hicho. Sasa mimi ndio nyinyi na nyinyi nikina nani basi kwa maombi yenu nasimama hapa leo tarehe 16 15 mwezi wa pili mwaka 2026 226 nikiwa bado katibu mkuu wachama wa chama cha ODM nataka niwashukuru Wakenya wote kwa sababu mmejigeuza nyinyi, ndio mimi munanipa comfort ya kwamba hata wakimaliza Sifuna huyu Sifuna wengi zaidi ya milioni kumi na tano wengine wataendelea na hii shughuli ya kulinda wananchi. Wakiongozwa na seneta wa kaunti ya Vihiga, Godfrey Osoti. Viongozi hao walionya kwamba marekebisho yoyote ya uongozi wa chama kinyume cha katiba yanaweza kuivuruga ODM. Na sisi tutasimama nyuma ya Sifuna, tutasimama nyuma ya chama na hao ndio watatoka ndani ya ODM. Sisi tuko ndani ndani nda na Jumamosi ijayo mujiandae, mother of all rallies pale Kakamega Town. Na kutoka Kisaju hapa ni wapi? Sifuna na washirika wake waliingia katika mji wa Kitengela ambapo waliwahutubia wafuasi chini ya kampeni ya Linda Mwananchi. Hapa, Sifuna aliapa kutoogopa, akisisitiza kwamba hakuna vitisho au mambo madogo madogo ya kisiasa yatakayotikisa msimamo wake katika kutetea katiba ya chama cha Chungwa na demokrasia yake. Nataka niambie wale watu ambao wako Mombasa sasa hii ya kwamba siku ya leo wako na chama cha wako na chama cha ODM lakini sisi tuna wanachama wako na chama lakini sisi tuna wana chama. Alipokuwa akiendelea kutoa hotuba yake, vitoza machozi vilitanda hewani, polisi wakisambaratisha mkutano huo, na hali ikawa ni mguu ni ponye. Kundi hilo limeahidi kuendelea na mikutano yake ya kisiasa kote nchini, siku chache baada ya mahakama kumdumisha Sifuna kama katibu mkuu wa chama cha Chungwa.